Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, karibuni katika Rosary, novena ya Huruma ya Mungu, leo ikiwa ni siku ya kwanza, na tutatumia Rosary ya kawaida. Kwa hiyo kama una una Rosary ya kawaida kama ya kwangu hapa, ndio ambayo tutaitumia kwenye kusali novena yetu kwa siku zote tisa. Tunaanza. Kwa jina la Baba na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu uzienee nyoyo za waumini wako washe mapendo yako. Peleka Roho wako vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule roho tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba wewe kwa njia Kristu Bwana wetu. Amina. Sala ya Kutubu. Mungu wangu, ninatubu sana dhambi zangu kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza, wachukizwa na dhambi. Basi sitai kukosa tena, nitafanya kitubio, naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Tuweke nia ya novena yetu, siku ya kwanza. Maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema leo, niletee wanadamu wote kiujumla, hasa wakosefu wote, uwazamishe ndani ya bahari kuu ya huruma yangu kwa njia hii utatuliza uchungu wangu kwa ajili ya roho zilizopotea. Tuombe huruma kwa ajili ya wanadamu wote hasa kwa ajili ya wakosefu eye Yesu mwenye huruma kabisa, ambaye asili yako ni huruma na msamaha, usitazame dhambi zetu bali, usitazame dhambi zetu bali utazame tumaini tulilonalo katika wema wako usio na mwisho. Utupokee sisi sote chini ya ulinzi wa moyo wako wenye huruma tele usimwache hata mmoja. Tunakuomba hayo kwa njia ya upendo ule unaokuunganisha, unaokuunganisha wewe na Baba na Roho Mtakatifu, katika umoja wa Utatu Mtakatifu, daima na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakaolifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu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 kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Baba wa milele, uwatazame kwa macho ya huruma wanadamu wote, na hasa wakosefu maskini, walioingizwa ndani ya moyo wa mwanao mpenzi, bwana wetu Yesu Kristo. Uliona huruma yako kuu, ili nasi tuisifu na kuitukuza tangu sasa na milele yote, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea usutie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyoyasamee na sisi waliotukosea, usutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu Mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu Mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo Mwanawe wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kuwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mili, na uzima wa milele. Amina. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristu kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele nakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima.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 kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, bwana wetu Yesu Kristu, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristu utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi, sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima Baba wa milele, inakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeishi milele utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Litania ya huruma ya Mungu. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utusikie, Kristo utusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu utuhurumie. Roho Mtakatifu, Mungu utuhurumie. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja utuhurumie. Huruma ya Mungu iliyo sifa kuu ya muumba wetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo kilele cha ukamilifu wa mwokozi wetu tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo upendo usiopimika kwa wa Roho mtakasa tunakutumainia. Huruma ya Mungu, fumbo lisilofahamika la Utatu Mtakatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo ishara ya uwezo mkuu wa Mungu Mwenyezi tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyofumbuliwa katika kuziumba roho za malaika wa mbinguni, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotuumba na kutuamuru tuwepo bila kutokana na chochote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotujalia maisha ya kutokufa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotukinga na adhabu tunazostahili, Tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotuinua kutokea katika tabu, unyonge na maumivu ya dhambi zetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotufanya wenye haki katika neno aliyejifanya mtu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayofurika kutoka katika majeraha ya Kristu, tunakutumainia huruma ya Mungu inayobubujika kutoka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotupatia Bikira Maria mtukufu awe kwetu mama wa huruma, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoonyeshwa katika kuanzisha Kanisa Katoliki, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayopatikana katika mafumbo ya sakramenti takatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa kwa wanadamu wote kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kitubio tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa katika sakramenti ya ekaristi na upadrisho tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayoonyeshwa kwetu pale inapotuita na kutuingiza katika kuwatakatifuza wenye haki tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayo timilika katika ukamilifu wa watu watakatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu chemchemu ya afya kwa wagonjwa na wote wanaoteseka, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo faraja ya wote wenye uchungu moyoni, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo tumaini la roho zinazosumbuliwa na mkato wa tamaa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo mwenzi wa daima na popote wa watu wote tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayowahi kutuletea neema zake tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo amani yao wanaokufa tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo burudisho na faraja yao marehemu toharani tunakutumainia huruma ya Mungu iliyo furaha ya mbinguni kwa watakatifu wote tunakutumainia. huruma ya Mungu iliyo taji la watakatifu wote tunakutumainia. huruma ya Mungu chemchem ya miujiza isiyokauka tunakutumainia. mwanakondoo wa Mungu uliyetuonyesha huruma yako kuu katika kuikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu, utusamehe e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayejitolea kwetu kwa upendo na huruma katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu, utusikilize e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayeondoa dhambi za dunia kwa njia ya huruma yako isiyo na mwisho, utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Huruma anana za Bwana zi juu ya kazi zake zote. Huruma za Bwana nitaziimba milele. Tuombe. Emungu, uliye na huruma isiyo na mwisho na hazina za wema na upendo wako hazina mipaka, tunakusi ututazame sisi watu wako huku duniani na kutuongezea huruma yako tena na tena, ili tusaidie tusije tukakata tamaa hata mara moja, haidhuru tukumbane na majaribu makubwa kiasi gani bali tuweze daima kuzielekea na kuzishika amri zako kwa kutumaini na kutimiza mapenzi yako matakatifu ambayo ndiyo huruma yenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo Mwanao, mfalume wa amani na huruma, aishiye na kutawala nawe na Roho Mtakatifu kwa pamoja, mkituonesha huruma daima na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Mwana Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na na sasa siku zote na milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Daima tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatalini Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristu milele. Amina na kupongeza kwa kusali nami, au kama bahati mbaya umechelewa umeanzia baadaye kidogo, kwa kuitazama novena hii ya huruma ya Mungu leo ikiwa ni siku ya kwanza. Tutaenda hivyo mpaka siku tisa. Kumbuka tunaanza saa mbili na nusu chap kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo unaweza uka uki subscribe unakuwa unapata notification, lakini kama hujaamini una upo kwenye group moja hapo, mara nyingi natuma linki utakuwa unaona. Kwa hiyo tutaendelea kuwa pamoja katika siku zote tisa. Unaweza kumshirikisha mwenzako kwa kumtumia linki ili li wote tupate baraka. Tumsifu Yesu Kristo, na nakutakia usiku mwema na Mungu atukumbuke katika yote. Amina.